Sasa tuelekee kwenye mgomo wa wahadhiri ulioingia siku ya ishirini na tano nam ukosefu wa utekelezaji wa mikataba ya makubaliano umechangia misururu ama msururu ya migomo kati ya vyuo vikuu vya umma nchini. Na mbali na hayo, masuala mengine yameibuka na ambayo sasa yamesambaratisha shughuli za masomo kwa wiki ya tatu sasa. Serfine Achieng Ouma anaangazia baadhi ya sababu za migomo ya wahadhiri. Kwa siku ishirini na tano, wahadhiri wa vyuo vikuu nchini wameendelea na mgomo wakitaka serikali walipe shilingi bilioni 7.9. Ni mzozo ulioanza mwaka 2019 pale muungano wa wahadhiri WASU, na baraza la vyuo vikuu vya umma walitia saini mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 2021. Pande hizo mbili hata hivyo zilitofautiana kuhusu gharama ya mkataba huo.

Tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2024 wahadhiri walianza mgomo tena, mara hii wakidai mazungumzo kuhusu mkataba wa makubaliano wa mwaka 2021-2025. Mgomo huo ulisitishwa baada ya siku tisa serikali ilipokubali kuanzisha mazungumzo, ila pande husika zikakosa kukubaliana kuhusu fedha wanazodai wahadhiri na kupelekea mgomo mwingine. Kwa siku 26, wahadhiri walisusia kazi wakidai shilingi bilioni 9.7. Serikali ilikubali kulipa fedha hizo kwa awamu tatu. 2.73 billion for the financial year 2025-2026. This tranche has also been disbursed between the months of July and September 2025. Hakikisho hilo, hata hivyo, likawa kama tone la maji baharini, kwani wahadhiri wameapa kuendelea na mgomo ulioanza Septemba mwaka huu hadi walipwe shilingi bilioni 7.9 unaotokana na mkataba wa mwaka 2017-2021. Vuta ni kuvute hiyo ikiendelea, madarasa yamesalia mahame, maelfu ya wanafunzi wakiendelea kuhangaika wasijue ni lini watarejelea masomo yao. Serfine Achieng Ouma, runinga ya Citizen.